Eha. Sasa tunaenda kuangalia nchi ambazo zina Wakristo wengi duniani kote. Kati ya mataifa yote ya dunia ni nchi gani ambayo ina Wakristo wengi. Katika uchunguzi wa PEW unaonyesha kuwa Marekani ndiyo ina Wakristo wengi duniani of... na sio tu Marekani, ukiongeza nchi nyingine kama Brazili, Mexico Russia na Philippines na Philippines zina Wakristo wengi duniani kuliko nchi yoyote hapa duniani. Katika nchi ya Marekani, ni dini ambazo zinapatikana sana ama ambazo zinajulikana sana katika nchi ya Marekani ni dini ya Katoliki na Protestanti. Na kanisa la Katoliki na wa Protestanti ndiro kanisa ambaro lina watu wengi hapo nchini Marekani. Lakini cha kushangaza ni kuwa oh, kanisa la Protestanti ndiro lina hesabu nyingi ya watu huko Marekani kuliko kanisa la Katoliki I, kulingana na uchunguzi wa Pew inaonyesha kuwa 48.9 in ya, wa wa ya watu wa Amerika ni wa Protestanti na 23.0 ya watu wa Amerika ni wa Wakatoliki na 1.8 ni Mormons ni chache na hesabu ya Wakatoliki inachukua 22.7 22.7% ya jumla ya watu wote na ina watu 71 milioni milioni 71. Nchi ya Marekani ina watu 71 milioni na katika, katika kanisa la Katoliki ndilo linalochukua pasenti 22.7 ya watu wote walioko nchi Marekani. Kuhusiana na dini ya Protestanti, tunaenda kuiangalia part 2 tu. Tunataka tuangalie Protestanti ilianzaje inakujaje mpaka kufikia sasa hivi? Ni kwa nini ina namba nyingi ya watu huko Marekani na Katoliki? Tunaona kuangalia ni kwa nini nayo ina, inazidiwa na Protestanti huko Marekani, njo katika sehemu ya pili tuangalie zaidi <mulikana>